Kimaumbile venye tumeumbwa kama binadamu mm. Kiangalia watoto, watoto kawaida wakikuwa wanakuwa na ile mfumo ambayo wanajifikiria wao wenyewe kweli kweli, mtoto ni mimi na kitu ambayo nafanya naifanya kwangu, mm-hmm. na nafanya kwa manufaa yangu, ndio lakini anapokuwa ndio, um, anaanza kuonyeshwa si kila kitu na kwanza lazima kiende upande wako kweli. Ona. Na hapo ndio unapata saa zingine ataleta tantrums hapa na pale, kelele nini. mm -hmm. Lakini anapokuwa anakuwa anaanza kuelewa si kila kitu kinafaa kwenda upande mm -hmm. wangu. Kuna watu wengine kwa hii dunia ambao mm -hmm. tuko nao, na nafaa ni heshimu ni heshimu mambo, uh, I must respect their boundaries. No, no. Now, unapata uh, kuna kitu ambayo inaitwa reinforcement. mm. Sema nimekuja leo nimekuletea uo mefurahi. mm. Tajua haifa anapenda maua. mm. Nimekuja nimekufanyia kitu kingine hujafurahi. Tajua haifa hapendi kitu. No. No, no. Mm. Watoto unapata ni the same thing. Mm. Reinforcement always happens. Every time. Mtoto atakuja atakunyang'anya, ataku kitu, aona umelia, kiona umelia, atajua kunyang'anya si vizu. Si vizuri. mm. Sasa shida inakujia hapa. Uh, kwa sasa watu wanajaribu kufanya vitu ili kufurahisha watu, kweli kweli. no, no. So unapata vile kunaenda ni watu hawapendi hiyo, hiyo hali ya conflict Mm. Kati yao ona, siwezi nikakaa hapa na haifa kama tumenyamaza, kwa hivyo kwa, kwa sababu sijui kunyamaza kwake kama mm. amenyamaza kwa hasira, ndio. ama anaendelea na so nitakuwa forced kufanya vitu zingine hata kama siko na hiyo kapasiti, sina huyo uwezo wa kuifanya, nitaforce nitajisukuma niifanye ili nikufurahi frsnno Haya no. Kwa hivyo njia moja ya kupata self-awareness, njia moja ya kujijua ni kuenda kujaribu vitu na kuona matokeo yake. naona mm. kuna mtu ambaye kwa mfano mtaenda um, naye mahali mm. apate hiyo mahali kuna watu wengi kelele nyingi na hiyo experience isimfurahishe kweli atajua kutoka hapo atajua mimi ni mtu ambaye sipendi kelele mm. napenda eh uh, napenda uh, mahali nyamavu ama mm. kitu kama hiyo mm. haya kuna mwingine on the flip side utamweka hapa abweke kabisa naona kwa hivyo one way of uh, knowing self awareness is or knowing more about yourself is mm. actually trying things out mm. kujaribu vitu hapa na pale ili kujua gani ina kufit na ni gani huwa haifit. mm, mm. Na hii kwanza inakuwa encouraged before huanze kuleta watu wengine kwa maisha yako mm. Juu utapata kuna mtu ambaye alikuwa anapenda uh, maisha ya watu, ile maisha ambayo akikaa siku moja bila kuongea na mtu anakuwa mgonjwa kweli, naona huyo mm. mtu ukimweka na mtu mnyamavu ambaye anaweza kaa kwa nyumba wiki mzima. mm. E, cha msingi nyumba ikiwe mm. na chakula. Au watu wawili hawawezi wakakalishana, naona especially kama huu hajui mm. naona no. Kwa hivyo utapata kwa sababu tuko na tuko kwa hiyo tuko na hiyo uzoefu ya kutaka kufurahisha wengine, utapata kwanza ata have mmoja at wao atatoka kwa hiyo zoni yake ili aweze kwa komodet mwingine bati mm. utapata itaenda hapi kimuumiza mm. kwa sababu si kitu ambacho amezoea, mm. na ndio maana unawasikia saa zingine, unapata mtu alienda kuishi na mtu alafu, unasema nilimwoa akabadilika, mm. ama niliondewa naye akabadilika, si kubadilika ni ama kupata hiyo chance ya Uh, learning about yourselves, mm. or learning about each other. Because wanakwambia ni kama ilikuwa mtu unakaa kwa shadow hey. Ni kwamba unapokuwa katika mahusiano kuna hey. yale makucha mtu ameficha hawezi sema ukweli wake kabisa, sasa mm. wanapoingia kuwa wawili katika ndoa inakuwa ni kishu, ni vitu viwili tofauti. Sasa napo yes, ndo unamjua so. mwenzako vizuri. Sasa yes, so. inategemea kama utaweza kumvumilia hmm. ama hautamvumilia alafu, pia hmm. wapata watu hawapendi disappointments, kweli, mama Haya, nikija nikuambie Haifa, uh, mimi niko hivi na hivi na hivi na vile, najua Haifa maybe, ama wakati nilikuwa nauliza seme tuko mahusiano mm, nauliza Haifa unapenda mtu aina gani, alafu weu nipatie description of nani imaginary things. Najua sikuizi mm, watu kwanza wana hiyo uh, tabia ya kupeana viumbe vya kujiundia. Mm. No, no? Mm. So huko uh, hapo unajaribu kujiweka katika mfumo ambao yule msichana anataka ndio exactly. Na huo mfumo sio a kamwe, hamna hata amfanani hata amkaribiani. mm. Mm. Naona, no? Kwa hivyo unapata at the end of the day wewe mwenyewe ndi utaenda ukijiumiza hey. Kwa sababu namba one hujijui na Number two kama hujijui, haujui ni nini, haujui mipaka yako iko wapi. mm. haujui ni nini naweza fanya, ni nini sizifanya, ni nini naweza stahimili. mm. juu kuna vitu ambavyo ni sawa si mimi, lakini naweza nikavumilia. mm. naona. naam. kwa hivyo unapata mostly self awareness is developed from your interaction with your environment. mm. yeah. Hicho ni kitu kizuri sana kina mwanga mzuri. Kwa kuweza kujifahamu ni kitu muhimu sana nadhani, mpenzi mtazamaji mm. ataelewa zaidi kuhusiana na swala hili, kwa sababu wengi katika nyakati hizi hawajifahamu kweli. Kama vile nimesema, tunafanya vitu kulingana na kile mtu anapenda mm. but, pia nadhani pia ni pile kule kosa pia kujipenda wewe mwenyewe mm. kwa sababu mtu unapojipenda wewe mwenyewe mm. utajifahamu wewe ni nani mm. utajua, mimi kwa hivyo nikiwa hivi kuna vitu sipendi, unakuwa tu mm. frank. Tatizo ni kama vile umesema we love hiding things. Mm. hatui wa kweli mm -hmm. kwa sababu tuna ile na kukosana kuko, mnakosana vipi na mtaweza kurekebisha vipi?